Mtume anatoa tahadhari, anasema kesi, hukumu yangu mimi haifanyi haramu ikawa halali hata siku moja. Haramu itabaki haramu. Vile vile usije ukajidanganya ukatoka na ile waraka uliopewa mahakamani wa kuambiwa bwana, umeshinda, ukaona kwamba eti wewe ndiye usheshinda mpaka mbele ya Mwenyezi Mungu, kwa kadhi watu wanakufuata wanakuambia, bwana shekhe, bwana hiye, si haki yako. Ah, zungumzeni na mwanasheria wangu, mimi jambo lishakwisha, wala una time leo. Umeshinda, umetoa hela, umetu, umehonga kule, umehonga huku, unaonga huku, unaonga kule. Siku ile limani lmulku lyaum, nani atakwenda kukusaidia? Nani atakwenda kukutetea? falyauma la yukhadhu minkum fidya Hakutokuchukuliwa, labda kuna fidia yote mtu atatoa apate kusaidiwa. Hakuna kinachokubaliwa zaidi ya uadilifu ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yeye ndiye atakayesimamia mwenyewe siku ya Kiyama.